Kitu imeshinda kitu imeshinda, milima kuhamisha ni bahari, ile Lake Victoria, hii ndio vitu zimewashinda. Wajua, kuna mtu una, uko duniani lakini unafanya vituko mpaka shetani itakuaje? Sasa tatunyang'anya hata sisi nafasi zetu hapa Jahanam. Gachagwa yeye anaanza kugawanya mamlaka. Mimi nimekaa na Kalonzo, watu wawili wagawanye mamlaka Kenya nzima, hakuna wakenya wengine. Mimi nimekaa na Kalonzo, kwani yeye ndio Kenya? Ni wawili peke yake, Kenya ni watu wawili peke yake. Huyu huyu huyu huyuhuyu Gachagwa, wao ndio walituletea nani, Ruto. Baadaye alikuja akasema Ruto ni nimb ndio ni mbaya. Sasa anakuja na Kalonzo Kalonzo, ambayo miaka Kalonzo ameanza kuenda kuingia bungeni miaka ngapi? Miaka 80 huko, hakuna kitu ambacho Kalonzo amefanya miaka yote hiyo, hakuna hata mmoja ambaye unaweza hesabu kando na jela. Jela ndio alijenga jela peke yake. Sasa Kalonzo awe rais aendeleze hiyo maendeleo ya jela? Wataka sisi tuko milioni 50, watu milioni 30 wakiwa kwa jela, yeye ataongoza nani? Utaongoza nani? Watu wamekuja juzi, wamefanya vitu vikubwa vikubwa, eh? Ovinya Ndeti, Mutula Kilonzo Junior, wale watu wamekuja juzi wamefanya vitu, kumbukumbu yao iko na juzi wamekuja. Kalonzo miaka nenda miaka rudi hakuna kitu. Ruto alikuja na bottom up, <coughs> bottom up wenye walikuwa wanampigia campaign hawakuelewa

ati one time, one time ya nini? Yeye mwenyewe akora tamajamaliza sahii, hatawezi kuwa hata mzee wa mtaa, hairuhusiwi. Anasema ukiamuka watu wangu mlima, kwani mlima ndio watu wako peke yake? Kila mtu ana haki na kila mtu ana, ana haki kuishi palipopote na ku, ku, ku, ku, kuingia katika serikali na sirimali ya Kenya ni haki ya kila mtu, kila Mkenya. So wewe kila mara ukiamka ati mimi watu wangu kila mara, mara, oh mimi hii nataka 60%, 50% hakuna kitu kama hiyo. Ruto tu tuna, tuna, kumpigia Ruto lakini tuna tunamrudisha tuna tena tunasema kumi bila break, na wewe wewe kama, kama ulimuingiza, itajulikana, itajulikana ni, kudunga msumari na kung'oa ipi, ipi ngumu? wewe ulidunga sawa. Lakini unijua kudunga kung'oa ujui, na sisi wenye wako dunga, wanasindilia nyundo hapo, tuone kama mtang'oa. Mimi nimemaliza.